Ni zaidi ya siku tano zimepita tangu litokee tukio la mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Pracseda Prosper aliyedaiwa kuwashambulia watoto wake wawili huku naye akijijeruhi sehemu za tumboni huku chanzo kikielezwa kuwa ni msongo wa mawazo. Tumezungumza na kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara Kija Mkoi ambapo hapa anatueleza mkasa huo ulivyoweza kutokea na mpaka mama huyo hufikishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara yeye pamoja na wanawe. Mnamo tarehe mbili mwezi wa nne mbili ishirini na tano majira ya saa sita mchana namchana, tukipata taarifa kwamba huko katika mtaa wa Sinai kata ya Marisaka tarafa na wilaya ya Babati mkoa wa Manyara, mama mmoja alijulikana kwa jina la Pracseda Prosper miaka ishirini na tisa Mnyaturu mkulima na mkazi wa kijiji cha Gurumba kata ya Kiomboi wilaya ya Iramba mkoa wa Singida alikuwa amefika kwa shangazi yake mtaa huo wa Sinai katika wilaya ya Babati. Alipofika hapo ndio tulipata taarifa kwamba amewajeruhi watoto wake wawili kwa kitu chenye ncha kali, ambao ni Christina dot of Prosper miaka mitano myaturu wanafunzi wa darasa la awali shule ya msingi Kiomboi na mwingine Catherine Prosper miaka moja myaturu, mkazi Kiomboi, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida, kwa kuwachoma na kitu chenye ncha kali tumboni na kupelekea mtoto mmoja Christina Prosper tumbo kutoka nje. Mama huyu wa watoto anaendelea kutibiwa akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Chanzo kinasemwa kwamba ni msongo wa mawazo wa ma, mama huyo kwa kuwa alizaa watoto hao kwa wanaume wawili tofauti. Tunashirikiana na ustawi wa jamii kwa ajili ya kuona hifadhi ya hawa watoto. Baada ya kutokea kwa tukio hilo, tumefika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara ambapo tumezungumza na kaimu mganga mfawidhi Dr Michael Haule ambaye yeye anatueleza namna ambavyo wagonjwa hao walivyoweza kupatiwa huduma na mpaka sasa hali zao zikoje. Wote walikuwa wanaonekana kuwa na majeraha kwenye maeneo ya tumbo, na majeraha hayo yalikuwa ni tofauti tofauti, kwa kwa maana ya mama jeraha lake lilikuwa tu ni kwenye ngozi ya tumbo, na alikuwa hajagusa viungo vya ndani ya tumbo, kwa maana hakugusa utumbo wala maini wala mapafu. Na pia kwa mtoto mkubwa ambaye ana umri wa miaka minne na jila alikuwa linafanana na na mama yake, isipokuwa kwa huyo mtoto mdogo wa mwisho, alikuwa jira lake ambaye yeye alikuwa limeenda ndani zaidi likajumuisha na kutoboa kwenye utumbo mdogo wa chakula. Na alipatiwa matibabu ya upasuaji wakashona pale pale pametoboka, na aliwekwa kwenye kwa siku za matazamio kwa siku tano bila kula kitu chochote, na tunashukuru jana ameanza kupata kitu chochote domoni lakini mama na yule binti mkubwa wenyewe walikuwa washapatiwa matibabu na wanaendelea vizuri, kwasababu so, kwa maana walimaliza matibabu ya dawa, lakini watoto wako bado hospitali hapa tu kwa uangalizi wa karibu. Kutoka hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, mimi ni Marcel Lazaro, na hii ni Clouds TV.